Hali ya Thumani Rajabu. Mimi huyu mama alopata tatizo au alowawa ni mama wangu mdogo. Kwa hiyo huyu kijana wake uwaga kunakuaga na kiugomvi ugomvi, lakini haipelekeagi kwamba kama anaweza akachukulia tatizo kama hilo. Kwa hiyo majira ya leo kwenye mida ya saa tatu asubuhi, mimi nikiwa kijiweni imefikia mahali sasa, nikapigiwa simu na kijana mmoja, mama yako mdogo kule anapigwa na Jamali, fanya uwai. Sasa baada ya mimi kutoka kule kijiwini mpaka kufika hapa ni kwanza, nikakutana na watu wengi barabarani, wakaniambia mama yako atauawa, kwanza mpaka hivi labda atakuwa ameuawa. Basi watu wakawa wame wengi, sasa tunateremka nao huko. Mimi baada ya kufika hapa niliingia ndani kweli, nikaona mama angu kweli tayari amesha lala chini na hayupo tena duniani. Naona bwana. Basi kulikuwa na watu baadhi ya walokuwa wametangulia, akiwepo mwenyekiti wa kitongoji, alikuwepo hapa. Ina maana sasa yule kijana, baada ya kutaka alivyofanya hilo tukio, alitaka kukimbia, lakini mwenyekiti wa kitongoji aliweza kumdanganya danganya nakamrudisha ndani, akaingia ndani baada ya kuingia ndani, sasa watu walivyojaa, watu wenye hasira kali wakaamua kukanyaga mlango na kuingia kum, kum, nani yule kijana kumshambulia yule kijana ndo yu. kwa hiyo ndoo hayo yaliojitokeza mpaka hivi. Jina anaitwa Zulfa Selemani. Kwa usemi unaonekana alikuwa anaishi na mwanaye huyu ni kama vile maadui, kwa sababu kijana anavuta bangi, saa zingine anamfuata anamfuata mama yake, anamwambia mama, umependeza ina maana huyu kijana alikuwa anamtamani mama yake, ndivyo inavyoonekana kwamba alikuwa kijana anamtamani mama yake, mara nyingi anamwambia mama umependeza, mama umenenepa hivyo na mnenepea mimi nani, sisi mimi kijana wako niko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anavuta bangi kupindukia. Kwa majina anaitwa Thomas Garabe, mwenyekiti wa kijiji cha Rongadida. Jamali alimkuta alikuwa na kisu mkononi na akasema kwamba nimeshamuua mama tayari, fika kwenye eneo la tukio nilipofika nika hapo nikakuta nika mama ameshafariki e, na kijana wake aitwaye Jamali alikuwa ndani amejificha ndani. Sasa baadaye tukaendelea kuwasiliana na polisi Galapo e, na bahati nzuri polisi Galapo hawalikuwa wepesi, wakafika kwa haraka, walipofika na watu pia waliongezeka, wakaa wengi kupita kiasi aa, vijana walitoshinda nguvu wakaingia ndani kwa nguvu waka, pia wakamwona hiyo Jamal.